Baada ya kumaliza mkutano wa kitaifa wa wadau wa Kiswahili wa DRC uliopitika leo tariki 2 Juni mwaka 2025 kwa ajili ya kuhamasisha na kujiunga na programu na shughuli za Commission ya Kiswahili ya Afrika Mashariki, Commission ya Kiswahili nchini DRC walikusanyika tena kwa dharura ili kujadili kuhusu mkutano ambao utakuwa kesho Jumanne tariki 3 Juni mwaka 2025 jandaa vizuri na kupanga mambo yote vizuri ili kuhakikisha mkutano wa Jumamne unapitika katika hali nzuri zaidi prepare kesho media. Kwa hivyo wadau wao wana matumaini makubwa kwamba mkutano wa kesho utaleta mabadiliko chanya katika maendeleo ya lugha Kiswahili katika maeneo yote mchini DRC. Ni wazi kwamba juhudi hizi zinaonyesha umuhimu ushirikiano na mshikamano miongoni mwa wahusika. Na nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Selemani Kindelson kwa niaba ya kamishani ya Kiswahili nchini DRC. Nyuma kamera ni Pilipili Jean Mkambwa.